Guys, let me tell you something. Tutashinda. Our day is coming. Tanzania itashinda. Tutapata freedom from CCM. We will be free of CCM. Tutaipata nchi yetu back from CCM. Okay? Now, let me be clear Hatuko hapa kwa sababu tunataka tu kuitoa CCM madarakani. Hatuko hapa because of Chadema. Who is Chadema? Hatuko hapa because of Lisu. Who is Lisu? ni baba yetu no? Anatulisha no? Chadema wanatulisha no? Hatuko hapa kupigania chama chochote. Tunachokipigania sisi Watanzania, tunachokipigania, tunapigania uwezo wa kuweza kuitoa CCM madarakani, kuirudisha CCM madarakani kuitoa tena, kuirudisha. Tunachopigania ni uwezo wa kuiweka Chadema madarakani, kuiondoa ikituboa, kuirudisha tena, kuiweka. Tunachopigania ni uwezo wa kuweka Act Wazalendo madarakani na kuiondoa na kuirudisha. Tunachopambania hapa ni uwezo wa kuweza kuweka mbunge wa CCM alafu akapata miaka mitano ajafanya kazi, tunamwondoa. Tunachopambania hapa ni yani uwezo wa kuweka mbunge wa Chadema bungeni asifanye kazi asitulete maendeleo tukamwondoa. Tunachopigania hapa ni uwezo wa pale ambapo eh, kiongozi tunalalamika matozo mengi, kiongozi anatuambia kama hamtaki matozo amiani Burundi. Tunataka uwezo wa kumwondoa huyo kiongozi, ndo tunachokipigania hapa. Tunataka uwezo wa kwamba CAG atakapotuambia Mmeibiwa, matrilioni yamepotea, matrilioni yenu yamepotea, hajulikani yalipo. Tunataka uwezo kukiondoa chama kilichopa madarakani, hayo matrilioni yalipopotea, tunataka uwezo wa kukitoa. Sasa hivi hatuna uwezo huo. Matrilioni yamepotea, ya yameenda wapi? Kina Abduli wameyapeka Dubai kwa wanake zao, yamefanyia nini? yamefanya nini? hatuwezi kuitoa madarakani, hatuna uwezo huo. m hmm? hakuna ajira Umeme sijui umefanyaje hakuna umeme eh? TRA wana harasu watu, yani shida shida, tabu tabu, umaskini umaskini, hatuna uwezo wa kuwaondoa ili wajifunze, hatuna uwezo wa kufanya chochote. So tunachopambania hapa sisi, tunataka wananchi ndio wawe wenye nchi. Sasa hivi Tanzania imeshikwa na kundi la watu 100 tu ambapo wako protected na polisi ya Tanzania. Kundi ndio limeshika nchi yani, kundi dogo tu, chama kimoja ndio kimeshika nchi nzima, yani watu 100 wametukalia kichwani watu